Leo ni siku poa 31st December 25 20, uh, 2025 of course ofus uh, tunasherekea Coco at One pale Vidazini ambayo itakuwa ni Kilifi Fest Beach Party. Nitakuwa katika stage pale na cheki, hufai kukosa. Ni mwenye mudzi yoyo, Coco FM, ladha ya pwani.